Ishu okay, kubwa ni project ya ya Benpol ambayo ambayo ambayo imetoka saa saa hizi hizi, inaitwa Phone. Hiyo hiyo hiyo ni idea idea idea yetu sisi, tulifanya nakumbuka mwaka mwaka 2015 ilikuwa Disemba kwenda 2016 mwaka jana. So so so hiyo idea, niko na artist wangu yuko chini yangu saa hizi anaitwa Elvix. so, tulikuwa tumesha create katika studio so, Mwanza, studio nilikuwa nikija Mwanza, manyingi huwa anafanya kwa studio za TD TD Ota One Love so ananipatia studio time na ananicharge na ananipatia nani yake ananipatia studio time. So hiyo idea nafanya, idea mara nyingi huwa tunafanya, kwa sababu idea ya kwanza pia tulishafanya hapo ya Dogo Ngome katoka. so most of the time tunafanya idea zetu hapo so, idea ya Phone ambayo imetoka kwa Ben Pol ni idea yangu mimi ambayo nilicreate studio studio mwenyewe na na Elvic. So baada ya kufanya hapo studio, tukaikipa hiyo hiyo idea ikakaa studio, hatuweza kulilize kwa hiyo time, tukalilize project nyingine Tukasema hii ni idea poa, itafika time release release. Sijaimaliza mastering kidogo, lakini kila kitu vocals na beats so, ku, ku na na na na zilikuwa ziko tayari, nilitaka ku, release project project ndio na huwa nafanya final touch. so so so so baadaye nikarudi Nairobi, nimekaa nimekaa last last year year yote nimekaa. so, the middle of last year ambayo ni 2016 nilipata project na Prezo ambao na Elvix tutaenda kufanya show Tanzania. so, tukaenda Dar, Arusha, Mbeya na Ilinga. so, kipindi tumefika Dar Prezo akaniambia anataka kufanya song na na Elvix. So akaniambia bana studio gani ambayo itakuwa iko poa comfortable na nini ndio wewe wewe mwenyewe utakuwa comfortable comfortable, tufanye kazi. Nikamwambia Tidi Tidi alikuwa alikuwa na na na studio studio Mwanza Mwanza ni ni jamaa wangu, so so so sasa sasa hizi da hapo tukifanya itakuwa tukampigia simu sawa. Sawa, najua unajua jinsi gani tunavyofanyaga sisi kitu kidogo kwa sababu ni ofisi nikasema haina shida. Bado nikampigia Prezo nikamchukua na Elvix tukaenda kwa Tidi. Nakumbuka ilikuwa ni usiku siku sana, ilikuwa kitu kama saa nne saa tano usiku. So kufika pale kwa sababu Tidi ni mwanangu na na nini na Prezo, mimi nimeshafanya kazi kibao sana. So nikasema kwa sababu acha yeye mwenyewe afanye afanye idea na, ili tupatiana credit, na nini tufanye kazi pamoja, tushirikiane as a team. Akaanza kutengeneza idea, tukapatiana idea. So baadaye nikamwambia pana, hii idea mimi niko nayo, tuko na idea ambayo tushaifanya na Elvix ambayo tunaweza ifanya tena tuifanye, alafu Prezo afanye. Prezo akaisikia akasema mependa sana, ambayo ni phone. Hiyo sasa the caller sikisikia, so Elvix akairudia, nikamwambia ifanye, akafanya tena, akafanya afanya, so, so akarekodi kama demo. Mm. Okay, okay. Anyway, sasa baada ya kurekodi demo nini kiliendelea? Yaani sasa kwa upande wa Prezo ambaye tayari naona usha mention. Unajua sio mzee silo mema mmenyesha na una niambiaje producer sije utaima kwa michoka that's why ilikuwa ni usiku sana. Akasema bana acha idea then to copy hiyo idea then akaandike hotelini dha kipato time kesho kashukutwa tutaatuvunjwa, tuta, kuifanya. So baada ya kutoka hapo studio tumeshachukua na idea tulikuwa tumeshaiacha hapo, na Tiddy alikuwa anaijua kabisa idea ilikuwa ndio yetu tumeshafanya so akasema sawa, tukatoka tukarudi tukarudi hiyo hotelini. So baada ya kukaa, baadaye ilikuwa kuna issue issue tu za kwa sababu project kubwa ilikuwa tunafanya pia na video, tukaanza kufanya video. So ilikuwa issue issue zimetokea tokea pale, so hatuwezo kupata time tena kuhilia studio tukarudi na tuka tukarudi Nairobi, tuka Nairobi, lakini idea pia ilikuwa tayari tukasema. So, nimerudi nimerudi nimekaa nikaa, imekuja holiday sasa. Nimekuja Mwanza nikaona posters kwa kwa kwa Instagram na nini, kwamba kwamba Ben Pol na ngoma mpya Phone featuring eh, Mr Easy. So sikuweza kufuatilia kwanza immediate kwa sababu nilijua tu, ah, nisikie. Nikaja baadaye akanitumia kwa WhatsApp Link, linki Benpol mwenyewe kwa sababu tuna communicate naye, akanitumia link kwa WhatsApp

Hiyo chorus nzima ume imba, ume copy. Yani ume imba exactly kile kitu ambacho sisi tumefanya. Yani hujabadilisha kitu chorus. Na verse ya pili line kama buzz kama four buzz ya line ya pili ya verse ya pili. Hiyo hiyo pia umechukua. Na melody kila kitu. Akaniambia Tiddy, hapo ongea naye, nikaongea na Tiddy. Akaniambia cha kwanza wewe, oh, sasa unajua ni ndugu yangu tuna uhusiano wa karibu na nini, kama ni ngoma ni kali, basi ipushini tu. Na nini na nini tuipush. So nikasema haina shida, lakini tunafanya nini sasa? Idea ni ya watu na jamaa ana maneja wake kila kitu. Sasa so, so, wananipushi mimi kwa sababu ni idea kwao, wanalipia ngoma sio, inafanyaje? Hakuna hata credit ama nini, kwa nini amkutuomba au kutuuliza? Kwa sababu kama ni idea Ben Pol alipenda, ungefaa kuja kuambia bana, Ben Pol amefanya, so inabidi tumpe idhini, kama ni ngoma basi um blessing. Unajua sasa hiyo ni business weo, kyo, na, na kwa, kwa, so, ni biashara. Na wewe ukiwa unakuja studio kwako unani charge, so nikamwongelesha hivyo personal before ni take action kwa watu wengine. So akaniambia bana, kama unataka kumpa dogo kiki nyie mpeni, lakini si Fresh hivyo, kama nakushedia kama kitu kizuri kushini nikamwambia hapana, lazima tujue one by one, tukae chini tuongee, ah bana. So akuniongelesha vizuri, kuna maneno mengine siwezi ongea hapa, akuniongelesha vizuri nikamwambia basi sawa. Sisi mimi nitaprove watu kama hiyo idea mmeikopi na mmeirelease bila mimi kujua, na na mwenye nyimbo pia Elvis pia kujua ni idea yake. So mnafahamu tuambie. Sasa ndio hivyo, baadaye tuka mimi nikatafuta hizo hizo video clip ambazo nilikuwa nimezi save, nikazirusha kwa net kwa social media. So na watu kweli wameona, eh, so ni idea ambayo mgogoro um, umetokea. Eh, kwa kwa sababu sababu different yoyote usiku kuita my phone phone phone, lakini lakini yeye ameita. Ukiangalia ukiangalia chorus anaoifanya, the same idea idea, ah, haina tofauti tofauti ambacho ambacho anaweza kuaprovia wa Tanzania bote, umi, Tanzania na na na na na na na na mafans wote wa muziki hapa kwamba mimi mimi mimi niko clips za za video video ambazo ambazo tumezifanya studio studio. Ukiniangalia ukiniangalia sasa sasa hizi hizi ambayo tukitengeneza beats na kila kitu create idea ya kwanza nilikuwa nywele, na ukimwangalia ukimwangalia Elvis amekonda. Sasa hizi ukimwangalia ni mtu ambaye ame So ni oh, kitu ambacho ukiangalia hata video ina prove kwamba watu <laughs> mtu akiangalia hiyo evidence eh, atajua kweli hii kitu ni ya last year eh, si ya sasa hivi. Ilikuwa ni mwezi wa 12, eh, eh, ndio sasa eh, sasa.